Okay, habari ya muda huu ndugu mjasiriamali natumaini uko salama na unaendelea vizuri. Jina langu ni Mr. Kinganije. Wengi sana wanapenda kuniita Mwalimu Kijuki ambaye ndiye mkurugenzi na mwanzilishi wa Kijuki Projects. Sasa kwa leo nataka kukuletea utengenezaji bidhaa moja muhimu sana, bidhaa moja ambayo kama ukiweza kuifanya vizuri namna ambavyo inavyotakikana basi unaweza kuingiza pesa nyingi sana kwa sababu wewe utakuwa ndiye mzalishaji mkuu na unazalisha kwa kipekee. Sasa kwa leo ambayo haijitengo sababu nimepata maswali mengi sana e, watu wanalalamika natengeneza sabuni inakuwa nyepesi, sabuni zinakuwa zinajikata, hazina harufu nzuri, haziwezi kukaa muda mrefu. Leo nataka nikuelekeze namna ya kutengeneza sabuni ambayo itakuwa na ubora uliokuwa mzuri kuliko vile ambavyo tulikishawahi kujifunza. Sasa kuna malighafi chache tu ambazo unahitajika kuwa nazo, na malighafi ya kwanza, kwa sababu pia ni janga kubwa, watu wengi wanasema wanatengeneza bidhaa lakini zinakuwa hazileti faida ile kwa nzuri, na hii inasababishwa na mtu anatumia malighafi nyingi sana. Zipo ndio formula tofauti tofauti ambazo unaweza kutumia, lakini nashauri utumie formula ambazo zinahitaji malighafi ndogo na unatengeneza bidhaa yenye ubora. Kwa hivyo leo tutakufundisha utengenezaji wa sabuni kwa kutumia malighafi chache sana. Malighafi ya kwanza ni Sulfonic acid, hii kazi yake kubwa huwa ni eh, ku, ku, kusafisha, yani inaondoa uchafu, yaani uchafu huwe ni yani sugu kiasi gani na uwezo wa kuondoa, kama utaweza kutumia katika Malighafi ya pili ni SLES, ambayo hii kazi yake huwa ni kuongeza povu, sababu inakuwa na povu la kutosha. Malighafi ya tatu ni soda ash, ambayo hii huwa inaongeza povu, lakini pia inaumua sabuni, inaongeza sabuni kuwa nyingi. Kwa hiyo badala ya kutumia malighafi malighafi nyingi, tumia malighafi hii moja tu ambayo itakuweza kusaidia kuweza kuumua sabuni yako kuwa nyingi zaidi. Malighafi nyingine ni nitrosol. Nitrosol hii ina, inaongeza sabuni na inakuwa nzito sana lakini sio, unaitwa salt pia unaweza kutumia kutumia kutumia CMC. Usitumie zote kwa kwa kwa kwa kwa kwa pamoja pamoja, kwa sababu zitakuongezea gharama, zitakuwa ni ni nyingi. Kwa hiyo unatumia moja kati ya ya ya hizi hizi. Unaweza kutumia chumvi ya mawe, hii huwa inasaidia kuongeza pia uzito, glycerin, perfume pamoja na na na rangi. Hizi ndio malighafi muhimu ambazo unazohitajika kuweza kuzifahamu au kuzitumia ili uweze kutengeneza sabuni yako, na namna ya kufanya ni hatua kwa hatua. Unachanganya, unaanza na sulfonic acid, utachanganya kwenye maji. Kwa mfano, siku leo nataka tutengeneze kwa kutumia kiwango hicho cha maji kama lita Nana hivi kwa hivyo utachanganya e, sulfonic acid uta, unapokuwa unachanganya hakikisha unaichanganya inachanganyikana vizuri sana kwa sababu, wimbi kubwa, linawas, sababu inakuwa inajikata, inakuwa ubora, kwa sababu wimbi kubwa linasababisha watu kuweza kutengeneza sabuni na inajikata inakuwa haina ubora uliokuwa mzuri. Ni ile kuto kuchanganya vizuri, watu wengi wanakuwa ni wavivu. Aidha, unaweza kutumia mashine lakini kama hauna mashine, unaweza kutumia mkono. Kwa hiyo utachanganya sulfuric acid utaichanganya katika maji utachanganya vizuri sana kwa muda angalau dakika, dakika saba. Then utakuja uchukue SLS. Unakwenda taratibu unachukua SLS, unaongeza, unaweza kuongeza pamoja na soda ash kwa pamoja then ukachanganya tena walau kwa dakika tano mpaka dakika saba then baadaye kuja kuongeza nitrosol. Hii nitrosol unakuja kuongeza wakati ukiwa unaichanganya. Kwa hivyo unachanganya malighafi hizi kabla hujaongeza malighafi nyingine yoyote walau kwa dakika kama kumi hivi. Baada ya hapo ndo unaweza ukaongeza glycerin, perfume pamoja na rangi, hizo zinakuwa ni sehemu za mwisho kabisa za utengenezaji wa sabuni yako, na hapo unaweza kuwa umetengeneza sabuni ambayo inakuwa na ubora ulikuwa mzuri. Baada ya kuwa umehakikisha zimechanganyikana vizuri, basi utaacha ngalau ikae kwa dakika, kwa muda tu mpaka lile povu liweze kuisha. Mara nyingi huwa nakuisha kuanzia Mm, inaweza kutumia masaa sita wengine mpaka masaa kumi na mbili nategemea na aina ya sabuni ambayo umeitengeneza au umetumia fomula gani. Kwa hivyo utakapoacha, povu itakaposhuka chini, utakapokuja kugusa sabuni yako utakuta sabuni yako ni nzito sana, yaani ni nzito kama hii ambavyo unavyoiona hapa. Kwa hiyo huo ndio mfumo rahisi tu ambao unaweza ukatengeneza sabuni bila kutumia malighafi nyingi na kutengeneza sabuni ambayo inakuwa na ubora zaidi. Aidha, kama unatamani kujifunza sasa utengenezaji wa bidhaa ambayo inakuwa ni bora zaidi, lakini pia uwezo wa kuifanya sabuni hizi za maji, sabuni za mche kama jamaa utengenezaji kupitia WhatsApp, pia sabuni za magari, sabuni za unga na tuna kuna fomula za kuweza kuongeza zile sabuni kuweza kupata faida zaidi kwa maana ya kuziumua sasa tuna kitabu chetu hiki nimekipa jina la Mjasiriamali na Bidhaa za Viwandani. Naweza nikakushauri kama utakuwa unahitaji kupata usimamizi, basi unaweza kuchukua kitabu hiki, kinaweza kukusaidia utengenezaji wa hatua kwa hatua, na bidhaa ambayo inakuwa ina ubora zaidi. Sema kwa siku ya leo, kwa sababu umetizama video hii mwanzo paka kufikia hapa, nataka nikupatie ofa hii, inakuwa ni ofa ya kipekee na leo nitatoa nafasi kumi za kuweza kupata kitabu hiki. Gharama yake kawaida huwa ni shilingi 2025 lakini kama utalipia leo, basi utakipata kitabu hiki kwa ofa shilingi 1990 9999, lakini sio hivyo tu, takupatia ofa nyingine ya program mzima ya ujasiriamali ambayo kawaida program hii huwa ina thamani ya shilingi elfu themanini na tano e, ambapo mafunzo yanakuwa ni mafunzo kwa njia ya videos kwa vitendo, hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza ukazitengeneza bidhaa zote hizi. Kwa hiyo pia utapata usimamizi wa mwaka mzima kupitia group la WhatsApp. Kasababu, kwa sababu hautakuwa peke yako. Wapo wajasiriamali wengi sana ambao nimewafundisha na of course kwa sasa hivi na zaidi ya miaka huu ni mwaka watano sasa, kwa hiyo kila kitu tukipata usimamizi wa mwaka mzima utapata kupitia WhatsApp na kila kitu kitakwenda vizuri kama una swali kuna sehemu na changamoto utakutana na wajasiriamali wengine ambao tayari saizi wanaingiza kipato kupitia bidhaa hizi za viwandani kwa hiyo siku ya leo nimetoa hii ni kama bonus tu na hii ni kwa ni kwa leo tu maana kesho zitakapoisha nafasi kumi hizo basi ofa hii pia nayo itakuwa imekwisha aidha kama utakuwa na swali kuna sehemu unahitaji kufahamu zaidi unaweza kunitafuta kupitia namba za WhatsApp. Eh, ambazo zinapita katika video hii sifuri saba nne mbili mia mbili hamsini zilo thelathini na nne. Kama utakuwa na swali, kuna sehemu unahitaji kuuliza, kuna sehemu unahitaji msaada, unahitaji kitabu au program, basi unaweza una, ukanitafuta kupitia na